Si mara moja kwa visa vya uhalifu kuripotiwa humu nchini katika vituo mbalimbali vya mba polisi. Hata hivyo, mitaa ya Kayole imetajwa kama makao makuu ya vijana ambao wameapa kuwakosesha wenyeji wa Nairobi amani na usingizi. Genge la Gaza aghalabu hutembea kwa makundi ya watu 15 hadi 20 vijana wenyewe wakiwa wadogo kati ya umri wa miaka kumi na tatu hadi ishirini na tatu wamekuwa wakiendeleza uhalifu na hata kuua bila kujali sheria na watekelezaji wake. Mtu yote anapita mahali, wanadunga kisu, wananyang'anya kila kitu. Vijana wakajitokeza wakamwambia lete simu na pesa. Licha ya madai kuwa kundi hilo lilijisalimisha kwa polisi mwaka uliopita. Inaonekana kuwa wameibuka tena na mara hii kukabiliana mpaka na maafisa wa usalama. Vijana hao ambao wamekuwa kero sio tu kwa wenyeji Kayole bali pia mtaani Dandora, Kasarani, Mathare, Kariobangi, Umoja na Isilii. Zamani ilikuwa ni visu. Even the police were not afraid of these boys. Ilikuwa ni visu but venye siasa ilianza kuchacha wako na bunduki wote, very new pistols. Most probably, they get support from politicians. Jina Gaza limetokana na lile la mjini Portmore, Jamaica, linalopora na kuua kwa maagizo ya mwanamuziki Vybz Kartel ambaye tayari anatumikia kifungo cha maisha baada ya kushtakiwa na wizi na kuwa na silaha kinyume na sheria. Unaweza enda kazi ya askari watatu, but mnaenda kutafuta vijana kumi, nane wako armed because they walk, walk in gangs, groups. I must protect my life. Na hapo itakuwa ni shooto, itabidi tuwane ama tuwe. Vijana hao hulenga vilabu vya starehe, wateja katika benki, vituo vya huduma vya mpesa, waendeshaji magari katika barabara ya Jogoo, Thika, Kagundo na hata wanaorejea kutoka kazini wakati wa jioni. Kulingana na afisa moja ujasusi ambaye tumebana jina lake, vijana hao sasa wanatumiwa na wanasiasa kufuruga amani, kuharibu mali bila idhini ya mahakama na hata kuangamiza wanasiasa wenzao. Makundi hayo ambayo kwa sasa yamedhihirisha uhodari wao katika mtandao wa Facebook wakijiita Kayole My Kingdom, Gaza Boys from Kayole, pia yanashirikisha wasichana wadogo wanaotumika kubeba bunduki. Kundi hilo pia linahusishwa na mauaji ya maafisa wa polisi Kayole. I also feel threatened. Mahali askari ameuawa inatuukula sana. Tukisikia askari ameuawa inatusumbua ina roho sana. Serikali ioneshe uwezo wa askari. Huo askari moja ina, ina estate mahali, walete askari mia ndo wajue kuwa askari ni makosa. We have resources, we have cars. I cannot see hiyo, siwezi kataa. Magari iko, fire mziko lakini strategy ndo hakuna ukitrai wewe as a junior officer ukitaka kuleta mpangilio fulani ndo tudili na vijana ule mkubwa anaona, ni kama hiyo hakuna kitu, namwambia hapo. No one comes to our support, hakuna mtu anatetea askari tukiua hivi raia, na human rights are on our neck, wanatukondem kwa kazi yetu. Sisi pia lazima tujichunge, tunapenda maisha yetu, na ule mtu tunataka kutetea na kuchunga pia anakuja against us tukishafanya kitendo, tukishafanya kazi wananchi ni wale wale ambao wamechoshwa na mambo ya, ya ukora, mambo ya wizi, ni wale wale ambao wanalia, wale ambao wanaenda police station, wanastaki wana tumefanyiwa haya. Lakini wakati mwingine kwa mara mingi mambo kama hayafuatiliwi, na akifuatiliwa, unapata kwamba yule mtu eh, atatumia eh, ile haki ya sheria kutoka kupewa eh, dhamana kotini kuondoka na kuenda kule nje na wale, wanapokuwa tu uhuru wanazidi kuhangaisha wananchi and wakikupata off guard when you doing your private business, wanakuwa wanakuwa, hata kama ni mchana na haogopi. Naona watu wa human rights wanaingia kusema ati askari wanafanya makosa. Hao watu wa human rights wafikirie mara mbili hii maneno. Haijawafikia viongozi wa chama hicho, wanajulikana na picha zao zimechapishwa mtandaoni baadhi yao wameuawa licha ya kuwepo kwa vyombo vya usalama wa Kenya. Wengi wanaofia maisha yao, familia Nation ya Nashon Nyaneti wangali wanaomboleza kifo cha mpendwa wao aliyeshambuliwa Kasarani na kudungwa visu mara kumi na mbili. Je, polisi wamelemewa na makundi haya ambayo kwa sasa yanajigamba waziwazi kwenye mtandao baada ya kutekeleza uhalifu? Steve Juma, NTV.